Na Mando, tumalizie na hili. Juzi kati hapa kulitembea ku, ku, ku, ku, ku, video ambayo ikiwa na trend sana ikimwonyesha Diamond Platnumz zimekaribishwa kwenye live performance show ya Davido kwa Dubai fives ambao uh, yeah. Mbao, ni, e, jana yo utaratibu wa Davido kwa sababu yuko kwenye tour yake. So hichi kitu watu wamekizungumzia sana baada ya kumuona Diamond namna ilivyotambulishwa pale. Mshikaji kama akatoka from from nowhere akaja kwenye performance kubwa ile kama kama ya Davido na mtu, mtu mzima kama uh, Davido msanii mkubwa alafu umeitwa kwenye uh, kumkaribisha au kusupport performance kama ile. Watu wame, watu wamezungumza sana namna Diamond ilivyo ilivyoingia kulingana na yeah. Dressing code zake, ah, lakini pia ah, mwonekano wake kwamba hajajipanga au alishtukizwa ili kuaje kwa namna moja ama nyingine, ili inaweza ikamkata ikam, ikam, ikam kwa namna moja ama nyingine Diamond mashabiki zake kwa wanavyomwelewa akiwa kwenye performance. Ah, no. Mimi niliendeka hata kupitia Instagram yangu, mimi nimependa sana dressing code ya Diamond, dressing code, I mean dressing code ya Diamond jana inazungumza vitu vingi. Inazungumza vitu kadhaa uh, moja Unajua mtu anayetakiwa kuvaa dressing code kama ile, dressing code zinazungumza vitu vingi sana, umeshaelewa? Ana, yani kwamba anayetakiwa kuvaa dressing code kama alivyovaa Diamond ni msanii yes, mkubwa ambaye amepelekwa kwenye show ya msanii mdogo namna ilivyoingia. Yani kwamba picha yake ni Diamond anaonyesha kwamba David, yo, mimi mkubwa, you need me. Yani unahitaji, yani ndio inavyokuwa. Umeshaelewa? Hmm. Mm, Diamond ndio alivyoingia kwa David alikuwa anatuma ujumbe kwamba mimi naweza nikapanda jukwani vyovyote, wanaelewa kodi, yes, na nikaua. Alafu mimi sisobokishwa zako, unajua msanii ashobokesho atajipanga sana na mimi newakike, na uhakika da, Diamond alikuwa anajua na wamesha, I'm sure for that, walizungumza na Davido before kwamba brother, nitakuita why Diamond ndio vile, na wakati anajua Davido alimwambia nitakuita. Hiyo ni picha, angalia kwanza alivyovaa kavaa viatu mm, fulani vya <laughs> kuchomeka na cup yeah, yake ya drinks mm, then kavaa pants kavaa, yes, kavaa hoodie fulani like simple, simple, alafu kapanda pale, watu wakabaki huyu mbwana kavaa hivi number like uh, like, oh, anyone yeah, like kwamba anaonyesha kwamba mimi ni mkubwa kuliko wewe Sushen. Hiyo ndio picha yake kwamba okay. bad language tu yo am mimi ni mkubwa na nyie mnatuchukuliaga poa sana. Sasa mimi naweza nikaja. Wasanii wa Nigeria ndio wana, ukimwalika kwenye show anakuja anavyotaka Kina Wizkid dia. Wewe mwite Wizkid kwenye show yako. Hawezi kukamia tika ah, anaenda kwenye show atavasi yes, po kama alivyo for Diamond. Kwa sababu gani? Wakubwa. Kwa hiyo ina tafsiri ya ukubwa. Ukubwa. Naona okay. <laughs> Diamond yani David mwenyewe kafurahi kumuona Diamond pale. Umeona? Yeah, exactly. Yani anavyozungumza yuko happy vibaya. Listen, sisi tunamwangalia, mimi nasemaga hivi. Sometimes sisi uh, tunamchukulia kama simple demon kwa sababu tunakutana naye hapa, lakini uko Nigeria na mataifa mengine demon ni mkubwa, na hata wa Nigeria wenyewe wanamfia. Umeshaelewa, kwa matukio ambayo anafanya shows. Juzi kapeleka wa Nigeria London, kawajaza wasanii wa Nigeria wa kama sita, zaidi ya sita, kapeleka kwenye show, mshikaji wajaka kaitwa Summer Jam, kaperform jukwaa moja na Mick Mill. Umeshaelewa, hiyo vitu sio kwamba havioni, wanaviona. Mara akafanya collab na Ciara mara kuna kolabo na ana na, na Jaso Derulo kafanya naye, mara kuna kolabo na kuja na nani na, na, mm -hmm. pamoja na Fabelas au wanaona? Na Diamond ni picha kwamba hata sisi sasa hivi ni wakubwa. Yaani picha ya Diamond show ya jana kwa Davido, inaleta picha inaombea wa Nigeria. Hata sisi ni wakubwa, tunaweza kuja kwenye show za wasanii wenu tunavyotaka. Yaani kuonyesha kwamba sisi ni wakubwa. Na mnatuhitaji vile vile. So mnaelewa ndugu yangu, mimi nimependa sana. Mtu anayesema kwamba Diamond kavaa vibaya, unataka avaeje? Vya magunia? So mnaelewa vizuri. Hiyo ni ni ujumbe mmoja mzito sana kwa mtu anaye David unajua. Yaani tu kama Davido anajua anaweza kuni Diamond nikafanya vile. Na watu ambao wadau wakubwa wanaelewa kwa nini Diamond nikafanya vile. Karibu wao umekuwa mkubwa sana. Hii inaweza ikaa, inaweza ikaa, hizi ni drama za kupatikana hata collab nyingine ya pili na wherever. Inawezekana drama zikawa nyingi wakafanya kolabo, lakini niamini mimi Lab Diamond aliyopo alipo sasa hivi. Wala sio kushobokea collab na Davido. <laughs> Trust me my brother. There are, th hata ukiangalia nyimbo David akafanya ngoma nyingi sana kwenye album, lakini ngoma ile trend ni moja tu, for you with you eh, no, sio for you na Omale with you ba with you eh na Omale, si ndio? Hiyo ndio ngoma imekuwa kubwa mno. Zingine kama David kweli ni maana yake, Diamond wao pia wanafanya ngoma za kawaida mno, brand zao tu ni kubwa. Diamond wanataka kuwaza makolabo yakina Ciara yale akina Chris Brown, ndio kwa muanze mtu kama yule. Sio kuwaza David wa nini? David wa nini? Sasa hivi. So Diamond lazima atakuwa kuwaza target nyingine kabisa wasanii wengine na hiyo inaleta heshima. Yaani Diamond anataka kushoboka, collab yake na Wizkid iligoma. Atulie kabisa. Mm. Wala hata asishoboke tena. Afanye na wengine. Hao, kuna siku watakuja kukutafuta wenyewe. Unavyokuwa mkubwa, watakutafuta wenyewe, watakupa collab. So, na collab za kina nani wale akina akina Focalistic ndio wanamtafuta Diamond ye, wao ndo wamshirikishi. Mmeshanielewa? Hiyo ni picha ya kuonyesha kwamba mshikaji, una ukubwa wa msanii upi? So mimi nimeona ukubwa mkubwa, um, mkubwa, lakini ni wao penda kwamba David alikuwa anamshobokea sana Diamond. Kushoboka kule inaonyesha kwamba yeye alikuwa na furaha kumuona Diamond. Umebashika Mando sana. Ah no, yani sio yani, lazima tuzungumze, yeah. Wao wanazungumza sana kwao, yeah, mmeshanielewa. Kwao kule wao wanatuzungumzia sana sisi vyovyote vibaya.